Naamini ya kwamba katika wasanii wa mziki wa reggae kama Lucky Dube, Bob Marley walishafanya vizuri sana katika mziki na kuleta kitu cha kipekee sana, lakini kutoka katika kundi la Warriors au hapa washikaji, na kitu cha kipekee ndani ya kundi, kuna mshikaji ambaye ni Masai ambaye anafanya rege. Naweza kusema kwamba ni Masai kutoka East Africa wa kwanza ambaye anafanya rege, anaitwa Masai Saitoti. Nelson Mnema, let's go VMIX. Niko na Masai wa kwanza Afrika kufanya music ya rege. Niko na Masai wa kwanza Afrika kuwa kwenye kundi la The Warriors from the East, au nimekosea, Masai? Eh, ndio kosea, iko sawa, iko sawa eh. Lakini sema Masai Toti. Ah, Saitoti. Eh, okay, Saitoti baba, unapanga kwanza hapo? Kwenye nafasi yako kundi sio sana. Sema tu anapenda, anasikia tu lakini mm. anapenda lakini hajafanya eh. Hey, anasikia tu anapenda lakini hajafanya hey. Ambaye ni wewe hapa hey. <laughs> sana sana masai wewe <laughs> ulijiunga uli lini na hili kundi la the Warriors eh? Hey, kitambo sana mm. mm. ilikuwa lini? Kama miaka mingapi nyuma, labda saba hivi, miaka saba hey. na uliwakutia wapi wa jamaa? Yaani siku ya kwanza mnakutana mnaanza kufanya music ilikuwa wapi? Amekuta e, mimi ameingia Arusha. mm. anatembea ametoka kule porini, ametoka porini, e, yeah. Porini sasa nakuja kuingia mjini Arusha, Arusha yeah. Sasa mimi anatembea yuko anahitaji kasi sasa. oh. e, okay. Ile kasi, ile kasi ambayo watu analinda kwa geti. Aha, sawa. E, sawa sasa, na anakutana na rafiki yangu Rasta Magere ah, eh, mm. Eh, mm. mm. Eh, unatafuta nini eh, eh. Mm -hmm. Kazi, kazi eh, hapa eh, eh, yeah. Mjini eh. Ah, eh. Uh -huh. Sasa mimi anaingia analinda analinda eh. Kama kama kama nne hivi. Yani ukaona anafanya kazi kwa, eh, kwa kwa kwa kwake yeye mwenyewe. Eh, eh. Ukaona anafanya kazi kwa Magere. Eh. Ukaona anamlindia gate. Eh. Mhm. Uh -huh. Sasa anafanya kama mwezi nne hivi. Eh, eh. Tano. Eh. Mimi anaanza wakati hmm. Mimi mpata na ameingia anakaa mwezi mmoja hivi. Yani sasa anasikia hii mambo ya gita. Mhm. Mm. Ukaona anapenda kuja piga gita eh, sana. Eh, eh. Anasikia tu watu wanaimba. Eh. Lakini si mimi anajua misiki eh, lakini kiduka anajua kiduka mm. ajawai sikia kupiga na hii chombo eh. Sasa mimi anasikia naona, eh, hii misiki ni drum mm. Sasa yeye eh, anamwambia nini wewe, maana mm. Mimi kila siku anakuja wa, kwa studio mm. Anaangalia tu wao mm. Anapiga kasi kwa studio wao mm. bengi eh msanii anakuja kusimama. Yeye anamwambia mageme yeye Saitoti. Hebu kuja. Ndio akakuita wewe hey, baba. Hey. Ukafanya naye kazi sasa. Hey, akakusikiliza. Sasa mimi anaingiza mm. sitindo. Mm. Mimi ana record. Eh, yeye anasikia. Mm. Eh, hey, yuko drum. Ah, yani hiyo unafanya yeye anapenda sana. Akaamini kile ambacho unakifanya. Sasa anasikia? Eh. Hey. Hey. Mm. Eh. Hey, msikia, ameingia mimi. <laughs> <Yeah>. <laughs> Mziki ameingia kwako, hey, hey. Kwako kwake kwake kwake hey, hey. Sawa Davidi <tis> mm. hey, wanamwambia mm. mm. Wacha hiyo hiyo kasi ya hey. Kuja afanyiwe masiasi, mii anakuja anafanya masiasi <tis> na nayee anafanya oh. Mpaka anakubali ku, kujua hii chombo gita oh. diramu. Oh. Okay. Sasa ndio sahihi anaendelea na hiyo. Eh, bana sawa. Labda nikuweke sawa tu kuhusiana na Masai, kitu ambacho anakizungumza ni kwamba alitoka nyumbani akaenda Arusha mjini kutafuta kazi, akafika akakutana na jamaa ambaye ndio kiongozi wa The Warriors, akafanya kazi kama kazi ya ulinzi, lakini jamaa akampa nafasi pia ya kumsikiliza Masai, akajua kumbe Masai ana kitu ambacho anaweza akafanya kupitia Mwisho wa siku akamsikiliza, wakaingia studio akafurahi kusikia Masai anaweza vile vitu, na ndio hii Masai, ndio huyo hapa tuko naye mjikoni, na ndio anaweza kufanya kitu ambacho anabidi akifanye sasa hivi. Masai, hebu fanya kitu fulani hivi. Saitoti Saitoti, okay. <laughs> twende waja <Saitoti laughs> <laughs> <laughs> <laughs> sawa.

chombo cha Arusha. Oh, hili ni bonge la kiburudisho kwa mwananchi wa Afrika ye yeah. Mziki wa reggae wapindiza, sikiza mdundo wake ya ambatana na mdundo ya vyoyo. Yeah, apengwa na vijana